Habari za leo, karibu tena katika chaneli yetu ya JWS Herbal Clinic, naitwa Dr. Jimmy. Ana leo tutaangalia faida za mafuta ya mzaituni. Mara nyingi wengi wamektulia kwamba mzaituni una faida gani? Sasa hapa nitakuorozeshea faida hizo za mafuta ya mzaituni. Kama ni mara ya kwanza kufuatilia chaneli yetu ya JWS Herbal Clinic, basi usisahau subscribe, subscribe, na comment au uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoza kiafya tunazozituma kila siku. Kama una swali lolote au una uh, jambo lolote ambalo limekuwa kukutesa na hujui namna ya kuondokana na hiyo changamoto, basi JWS Herbal Clinic tupo kwa ajili yako Tupo kwa ajili ya kusaidia kuondokana na hiyo changamoto moja kwa moja. Kitu cha kwanza, mafuta mzeituni ni mazuri kwa sa, kwa wale watu ambao wanakojoa kitandani. Kama una mtu anayekojoa kitandani, basi hakikisha anayapaka anayapaka yale mafuta mzeituni mwili mzima. Ndani ya siku kumi na nne mpaka siku ishirini na moja, changamoto ya kukojoa kitandani itakuwa a, imeisha. Lakini pia yanatibu adegedege. Kama una mtu ambaye anadegedege basi utatakiwa kupaka mwili mzima at least mara mbili kwa siku saba na mpaka siku ishirini na moja changamoto ya degedege itakuwa imeisha. Lakini pia wale watu wenye changamoto ya kusahausahau, tiba ya kusahausahau basi, utapaka kwenye paji ya uso kutwa mara mbili, kutwa mara mbili itapendeza vizuri. Lakini pia Ha, unaweza ukanywa kijiko kimoja asubuhi na kijiko kimoja aa, jioni. Kwa wale pia wenzangu na mimi wana changamoto ya kuongeza nguvu za kiume, basi unaweza ukanywa kile kijiko chako kimoja siku mara moja na kuchua uume wako, ili uweze kunyoosha ule ume wako uweze kuperform vizuri katika aa, A, kushiriki tendo la ndoa lakini pia a, ni mafuta a, ya mafuta mzeituni ni mazuri ambayo yanatumika kwa kuua wale wadudu ambao wanapatikana tumboni kwa njia ya kunywa kijiko kimoja kimoja. Kwa hiyo kama una wadudu tumboni, una bakteria tumboni, basi tumia mafuta ya mzeituni, ni mazuri, yatakuondokana na hiyo changamoto, lakini pia yanatumika kama huduma ya kwanza kwa mtu aliyekunywa sumu. Sawa. Kwa hiyo, kama ilitokea mtu aliyekunywa sumu, basi unaweza kutumia haya mafuta kuweza kumpatia kunywa na kujichua. Moja kwa kujichua au kujipaka kwenye mwili ni nzuri pia kwa Uh, watu wenye vidonda vya tumbo. Kwa hiyo kama una vidonda vya tumbo, basi jitahidi uweze kujipatia uh, mafuta haya ili uweze kuondokana na hiyo changamoto uh, moja kwa moja. Kwa nini? Kwa nini? Kwa sababu inaua bakteria, inaua na wale wadudu ambao wanapatikana uh, tumboni. Kwa wale wenye changamoto ya mafua pia, kama una changamoto hiyo ya mafua au una mafua mara kwa mara, basi atumia hii. Ni kwamba unapakaa kwenye mwamba wa pua, paka kwenye ule mwamba wa pua. Mwamba wa pua ni huwa hapa, utaweza kupaka na mingine kwa ndani kwenye matundu, na itaweza kusaidia kuondokana na, na hiyo changamoto. Lakini pia mafuta haya ya mzeituni ni ya, yanatumika kutibu na maumivu ya tumbo. Kama una changamoto ya maumivu ya tumbo, basi kunywa kijiko kimoja asubuhi, kijiko kimoja jioni na kijiko aa, kijiko moja mara mbili asubuhi na jioni, itaweza kuondokana na hiyo changamoto lakini pia kwa wale ambao wanapunguza uzito, tumia mafuta mzeituni ni mazuri kwa kunywa, kinywa atakusaidia, lakini pia yanaimarisha kurutubisha afya ya mtumiaji. Kwa hiyo mtu ambaye anakuwa anatumia mara nyingi afya yake ina, inakuwa inakuwa sawa. Itumie pia kwa kama una changamoto ya magonjwa yoyote ya ngozi, kwa kunywa na kupaka ni nzuri, kwa sababu inasaidia kufanya ngozi yako iwe nyororo na inaongeza kinga uh, ya mwili lakini pia faida nyingine uh, matumizi ya mafuta haya uh, ni mazuri kwa sababu yana vitamini A, D E na K ambazo zinasaidia katika kuondoa sumu ya kwenye ngozi. Ndio maana tumesema kama una changamoto yoyote ya ngozi ayatumie. Uh, lakini inaondoa ule mzio wa ngozi. Mzio wa ngozi uh, tunasema ni allergy ya ngozi. Kwa hiyo kama kuna mtu ana allergy ya ngozi, basi yatumie. Uh, mafuta haya yatakusaidia kuondokana na ile changamoto. Pia yanaweza kutumika kwa kulainisha ngozi, yatakusaidia wewe kuweza kuwa na ngozi raini na ngozi iliyonyooka, ikiwa unayatumia na kuyapakaa. Na mwisho ni tiba nzuri ya vidonda, mabaka na makovu mwilini. Kwa hiyo kama una vidonda, makovu na mabaka mwilini, basi tumia mafuta ya mzaituni. Ya mzaituni basi ataweza kukusaidia kuondokana na hiyo changamoto. Tuambie hapo chini, je, ni faida gani ambayo umeweza kuipata kutokana na haya mafuta ya mzaituni? Kama ni mara ya kwanza kufuatia chaneli yetu basi s subscribe na comment, ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondo za kiafya tunazozituma kila siku. Karibu ana, Mungu akubariki.